Jeshi la polisi limetoa taarifa kuhusiana na madai ya mtu mmoja aliyedaiwa kukamatwa na jeshi hilo kwa tuhuma za wizi wa fedha. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, jeshi la polisi mkoa Arusha limemkamata mwanachama mmoja wa Chadema aitwa Frederick Mbwambo, mkazi wa Arusha, kwa tuhuma za wizi wa fedha ambazo alikuwa na kusanya kutoka kwa wananchi waliokuwa wanachanga changa kwa ajili ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ndugu Tundu Antipas Lissu, kupitia kampeni iliyopewa jina Akitoa taarifa hiyo hii leo kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi CSP Justin Masejo amesema mtumiwa huyo alikamata Januari 27 2026 mara baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa ndugu Aluta Mguai baada ya kubaini wizi wa fedha hizo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 Ameendelea kufanua kuwa kutokana na malalamiko hayo, jalada lilifunguliwa kwa mjibu wa taratibu na uchunguzi kwanza ambao ulipelekea ukamataji huo. Jeshi la polisi mkoani humo limesema kuwa jitihada za kuwatafuta watuhumiwa wengine waliotuhumiwa watu kuhusika katika wizi huo pamoja na vielelezo unaendelea ili hatua nyingine za kisheria zifuate.